Tukielekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba nchi hiyo imefanya jaribio la kombora la nyuklia la Burevestnik, jenerali mkuu wa Moscow amesema, tumezindua safari ya saa nyingi ya kombora linalotumia nguvu za nyuklia na limechukua umbali wa kilomita 14,000 sawa na maili 8,700, ambao sio kikomo. Mkuu wa majeshi Valery. Gerasimov alimwambia Rais Vladimir Putin katika mkutano wa televisheni. Silaha ya majaribio ya kuruka chini iliyotangazwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2018 imesifiwa kuwa isio na safu isiyo na kikomo na uwezo wa kukwepa ulinzi wa kombora. Wataalamu wa nchi za magharibi hapo awali walitilia shaka thamani ya kimkakati ya kombora hilo na madai ya Urusi ya kulifanyia majaribio kwa mafanikio. Putin alisema jaribio la mwisho la mafanikio la silaha hiyo lilifanyika mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, lakini madai hayo hayakuweza kuthibitishwa kwa uhuru kati ya majaribio 13 yanayojulikana ni mawili tu yamefaulu kiasi tangu mwaka 2016 kulingana na kikundi cha kampeni ya kudhibiti silaha. Jenerali Glasmov alisema kuwa kombora hilo lilikuwa angani kwa saa 15 wakati wa jaribio la Oktoba 21. Alisema ujanja wa wima na mlalo wa kombora hilo ulijaribiwa na ikagundulika kuwa na viwango maalum, kwa mujibu wa shirika la habari la Russia Tas kwa hivyo ilionyesha uwezo wa juu wa kupita mifumo ya ulinzi wa anga na makombora, Tasi iliripoti jenerali Gerasimov akisema. Matumizi ya kombora hilo limekuwa maada ya mjadala mkali katika duru za kijeshi na ulinzi tangu lilipotangazwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2018. Ripoti ya mwaka 2021 ya kituo cha kitaifa cha ujasusi cha jeshi la wanaanga la Marekani ilihitimisha kwa kusema kombora la kusafiri la nyuklia kombora la kusafiri la nyuklia litaipa Urusi silaha ya kipekee yenye uwezo wa masafa marefu, ingawa kama taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati IISS ilivyobaini mwaka huo huo, Urusi inakabiliwa na changamoto kubwa katika kuifanya silaha hiyo iweze kutumika. Kuingia kwake katika orodha ya Urusi bila shaka kunategemea si tu katika kushinda changamoto kubwa ya kiufundi ya kuhakikisha utendaji wa kuaminika wa kitengo cha nyuklia, wachambuzi wa IISS waliandika. Na kuongeza kuwa kumekuwa na makosa mengi ya majaribio ya kukimbia na ajali iliyosababisha vifo vingi. Jarida la kijeshi la Urusi lilonukuliwa katika ripoti ya IISS linadai kuwa kombora hilo lina umbali wa kati ya kilomita elfu kumi na elfu ishirini na kuruhusu kombora hilo kuwekwa popote nchini Urusi na bado linaweza kufikia shabaha katika bara la Marekani. Jarida hilo hilo pia linasema kuwa kombora hilo linaweza kuruka chini kwa umbali wa mita 50 hadi 100 kutoka ardhini na hivyo kufanya kuwa vigumu kwa ulinzi wa anga kukatiza kombora hilo lililopewa jina la Skyfall na NATO linadhaniwa kuwa linaendeshwa na kinu cha nyuklia ambacho kinatakiwa kuwashwa baada ya viboreshaji vya roketi za mafuta kulirusha ngani. Uchunguzi uliofanywa na shirika la habari la Reuters mwaka jana ulibainisha kituo kilicho umbali wa kilomita 475 kaskazini mwa Moscow kama eneo ambalo kuna uwezekano wa kuzinduliwa kwa silaha hiyo, kwa kutumia picha za satellite kuanzia Agosti mwaka 2024 mchambuzi Deka Evelith